Lakini tumekiona kituo kizuri cha daraja C. Anatisi mwenyewe amekiona, tumekikagua kituo kizuri. Kwa sababu gani tumeweka kituo pale? Hapa mzunguko wa fedha utakuwa mkubwa. Na hata sio mbele mtaona wageni wengi sana hapa. Wageni wanakuja na tabia mbalimbali. Sisi mimi watu wa kwa ni wahalifu. Inawezekana kuna watu wakali hapa wakawa wakaathiri tabia zetu za awali. Ya kwanza kwanza kushukuru wewe lakini tunashukuru kwa niaba ya Inspekta Jenerali wa Polisi ambaye amefika hapa kuwakilisha katika hafla ya kukabidhi jengo. Nashukuru kampuni yetu ya Mamba na wananchi wa Ngwala kwa kujiona hilo, lakini hasa ambao wameweza kutoa fedha zao na muda wao, alikuwa kwa muda mfupi muda mfupi sana kujenga kituo hiki hivi. Kituo hiki daraja C. Kituo cha polisi kina madaraja A, B na C kulingana na ukubwa wa eneo na watu. Kwa hiyo daraja C ndio kujenga kwa kata. Kwa hiyo tunashukuru, sisi kazi yetu nakuleta tu askari wetu waleta hapa kwa ajili ya kwanza, basi kazi baada ya kupata umeme na niwahakikishie wananchi sasa kwamba kituo kipo karibu, tunaruhusiwa kuja kutoa malalamiko yetu. Lakini pia msiwe mbali na wana polisi, tunawategemea wananchi. Kazi ya polisi sisi tu pekee yetu tunategemea wananchi. Kwa hiyo kituo hiki cha kweli, tusaidiane kulinda miundombinu yake, maji, umeme na vingine vyote. Sina zaidi ya kushukuru kwamba mkupokea mradi kwa mkono wenu, na sisi tutaendelea kufanya kazi wakati hii ya kazi ya serikali.